Hello everyone na tumai mko poa, na mimi niko poa. Hivi nikuulize, nikikwambia saa hii ni saa moja ya usiku, utaniamini kweli? Saa hii ni saa moja na dakika kumi, saa moja ya usiku, lakini ukiona unaweza ukailinganisha na tunaweza tukasema five. Pole kwa fujo ya train sababu inaintefia na video yangu. <laughs> Lakini saa hii ni saa moja usiku, unajua. <laughs> Uh, hii hali huwa inachanganya mara nyingi sana. Acha nipee train muda iache kelele ya yeah. Kuna train inapita just karibu yangu hapa sio mbali sana ndio maana unaona inapiga kelele. So saa hii ni saa moja jioni ama niseme usiku ama jioni <laughs> uh, lakini ukiangalia unaweza ukafikiri bado ni kitu saa kumi na nusu ama uh, saa kumi na moja na nusu ama five thirty, lakini kusema ukweli ni saa moja na dakika kumi za usiku ama za jioni, but mwangaza bado iko mingi, jua bado inawaka eh. giza hata dalili haijakuwa, so tungali tunaona mwangaza kabisa, kungali kweupe. Ukiangalia maeneo yote bado jua inawaka kila pahali, kungali kunaonekana clear hmm. Lakini ni masaa ya jioni Hizi ndio hizo mabadiliko ambazo huwa zinakuwa Canada, na hii ingali ni spring. Hasa ikifika sama, kutakuwaje hapo? Jua inawaka inakaa muda mrefu sana kama haijapotea, na mara nyingi huwa ina confuse sababu uh, unaweza ukajipata unatembea usiku wewe ukifikiri bado uko sawa. Sasa, sababu ni, watu, ni hali ambao wao wamezoea kuishi, wamezaliwa nayo, wamezoea kwao inakuwa ni kawaida, lakini ikiwa kwa mtu ambaye eh, bado ni mgeni mgeni, hii hali inaweza ikakuchanganya. Utajipata uko nje late hours, ama ukiwa unafaa kufanya kitu masaa eh, ya jioni, utachelewa kuifanya sababu ya masaa. Unajua kuku wa Canada <laughs> <laughs> anaweza akasahau saa zingine ama seme kuku wa Afrika akiletwa Canada anaweza akajipata kuingia kwa nyumba saa tatu ijapokuwa kama kawaida huwa anaingia saa kumi na mbili huwa <laughs> anaingia saa kumi na mbili. So hizi ndio hali za Kanada mara nyingi eh, Mungu ako na maajabu yake na vitu ambazo huwa zinaweza zikachangaza zinaweza zikachanganya, lakini ndio hivyo tena ya yeah. Ikifika time ya sama sasa, ndio huwa jua inachukua muda, giza inachukua muda sana kuweza kuingia. Na ukiamka asubuhi, asubuhi unapata kuna giza kabisa, inafika karibu saa moja asubuhi, kama bado kuna giza. Na saa hii inafika saa moja jioni, kama bado kuna mwangaza, hujaona hata dalili ya giza. Na ukiangalia video inaonekana mzuri, na unajua kamera haipendanagi na giza hata kidogo. Ukiwa giza tu hivi basi, hiyo itakuwa inashindwa kufanya kazi. Eh, lakini kuangaza bado ni nyingi, ndio maana hata naweza nikaonekana vile ambao naniona. Hiyo ndio hali ya Canada. So mimi nitaendelea kuwaonesha Canada na kuwaelewesha Canada, ninapowaandaa ngizi ya kuweza pia kukuja ndani ya nchi hii. So wengine habari ambao naweza nikasema ni kuhusu eh, Saturday ama eh, Jumamosi, jumamosi ama saturday ya wiki hii eh, kuna uwezekano nikose kuwa na muda wa kuweza kuandaa kipindi ama kuweza kuwa live, sababu ya shughuli fulani ambao natakiwa kushughulikia hiyo siku. Kuna shughuli fulani ambayo natakiwa kufanya, inaweza ikanikosesha kuweza kuonekana siku hiyo lakini nitajitahidi vile nitakavyoweza eh, sababu nitakuwa na uhakika hivi ikifika Friday, sababu leo ni Thursday. Najua nyinyi wengi mko Friday lakini sisi bado tuko Thursday. Tukifika Friday nitakuwa na uhakika ma mida ya majioni jioni, kwani itakuwa ni mchana nadhani ya Saturday tayari ndio nitakuwa na mwangaza kamili kuhusu hayo. Na nitaweza kujua. Ijapokuwa sitaweza kuwa live, nitaandaa kipindi na nitaweza kuwapostia, sababu kuna jambo muhimu sana. Acha narudie tena, jambo muhimu sana, ambalo nataka kuliweka wazi. Kuna jambo ambalo nataka kuliweka wazi. Najua eh, wengi wanaweza kukosa kufurahia, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo. Wale ambao wanaweza kosa kufurahia ni kama wale maagent wale ambao wanashughulika kuleta watu au ndo wanaweza kuwa kwa vitu kama hizo, lakini, eh, haja yangu ni kusaidia na nitahakikisha nimefanya yale ambao ninaweza. Pole sana kwa wale ambao wako kwa group, sababu nimekuwa na siku mbili tatu kama sijafanyikiwa kuingia hapo. Huwa napitia tu message zikiwa nyingi. Eh, wakati mwingine naacha moja alafu natoka ama naacha link alafu natoka lakini nahakikisha ya kwamba tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Na kwa wote ambao wangetamani kujiunga na grupi yetu, wengi wanazidi kuandika kwa comment ya kwamba wanataka link, wanataka kujiunga na kikundi, angalia video zetu zote. Yani ile video ambayo utapatana nayo we, angalia kwa description. Ukiingia kwa description, kuna link ambazo utapata hapo, either ni mbili ama tatu, na hiyo moja ni ya kuweza kusubscribe kwa hii channel ukiwa wewe ni mpya, ukiklik hiyo itakuitisha kusubscribe, na hiyo ya pili ni ya WhatsApp group yetu, ambao ukiklik moja kwa moja na kupeleka hadi kwa WhatsApp, na utajipata umejiunga na kikundi. Hiyo ndio hivyo, ndio vile unaweza ukajiunga na group yetu kama unataka kuingia, sababu wengi wamezidi kuniandikia message ya kwamba wanataka kujiunga na group. Nadhani hiyo tu ndo itakuwa njia rahisi, ukiklik hapo itaweza kukuingiza e, kwa kikundi moja kwa moja. Kuna stop sign nyuma yangu <laughs> acha pia nigusie hiyo, kuna stop sign nyuma yangu, nadhani unaiona e, inaweza ikaandikwa opposite sababu ya position yangu na kamera yangu, kulingana na jinsi mimi naiona, sijui kama pia utaiona hivyo hivyo. Hizo ni aina Yeah, kama vile niliambia mwanzo Canada hawatumii sana roundabout, wanatumia hizo uh, stop sign no, intersection ambazo ziko na hizo stop sign. So ukifika sehemu kama hayo <laughs> ukifika uh, sehemu kama hiyo lazima usimame, uangalie side zote mbele, uweze kuendelea. Niliwawekea hapo hiyo aina ya mtihani ambao watu huulizwa wakati wanaenda kufanya mambo za license. Niliwawekea hiyo, nadhani nitawekea pia video mzima ambao, eh, niwaonyeshe vile, eh, exam yao huwa inafanyika. Achana na hiyo ya kwanza, ya kwanza niliwaonesha, kuna hiyo exam ya pili. Sasa sababu unaendaga round two, ya kwanza unafanya hiyo ya kuandika, unapewa hiyo, eh, unapewa license ambayo ni ya lana ama ina ambayo inakuruhusu kujifunza hiyo ukitumia, ukiwa kwa gari ya uruhusi kuwa peke yako, lazima uwe na mtu ambaye ako na full license na experience ya miaka nne. Na exam ya pili sasa ndio road test, ambao unapewa gari na unaenda na mwalimu anakuambia kila kitu ambao utafanya. Akiona kama unafanya sawasawa sawa na vile ambao alikuwa anahitaji, so nilifanyikiwa kuchukua video japokuwa sio Yaani kuna step moja moja ambao zinaweza zikakosekana ama zikapotea hapo ndani, lakini hiyo itakupea mwangaza ya vile huwa hiyo exam inafanyika, itakuonesha gisi mwalimu anakuambia ana, ana, ana anauliza hizo maswali ambayo anakuambia kwa barabara nini, anataka ufanye. Akiona kama unaheshimu sheria na kila kitu ambao alikuambia ufanye, anakupitisha, alafu unapata license ya pili ambayo unaweza kutumia sasa peke yako kwa barabara. So, ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii kumbuka kusubscribe, nawapenda sana my viewers my subscriber. Asante kwa kuendelea uh, kutizama video zetu na kusubscribe kwa channel hii. Thank you.